Hey you guys, mambo zenu, karibuni sana kwenye my YouTube channel. Hii ni channel yetu ya YouTube ambayo tutakuwa tunaongelea mambo mbalimbali. Kwa ambao hawanifahamu, mimi naitwa Jessica Njau na niko kwenye Instagram kama Jessica Njau updates, lakini niko pia kwenye TikTok kama Jessica Njau. Kwa hiyo kama hawanifahamu, unaweza ukanifollow kule kwa more videos. Lakini pia hapa kwenye channel yetu ya YouTube tutakuwa tunaongelea vitu vingi sana, eh? Kama ambavyo tulikuwa tunafanya kule. Lakini hapa kwenye hii channel tutakuwa tunaongelea kwa upana zaidi na kwa urefu zaidi. Eh, uh, kwenye life tips, kwenye mambo maisha tutakuwa tunaongelea kuhusiana na childhood trauma. Tunaongelea jinsi gani ya ku level up, yani kupanda kimaisha eh, jinsi gani ya ku heal childhood trauma au kuweka mipaka eh, between marafiki na familia kwao. Tutakuwa tunaongelea vitu vyote hivyo kama ambavyo tulikuwa tunaongelea kule, lakini kama hivyo nilivyosema, tutaongelea kwa upana zaidi, lakini Ah, mbali na hapo tutaongelea pia mambo ya kibiashara eh, jinsi gani ambavyo unaweza ukafungua biashara kwa, uh, kwa uh, mtaji mdogo kwa wale ambao wanatamani kufanya biashara eh, au kwa wale ambao wapo makazini na wanapenda kufanya biashara, jinsi gani unaweza ukamanage kufanya kazi na kufanya biashara au kwa wale ambao wanakuwa wanatamani kutoka kwenye kuajiriwa na kuwa na biashara zao. Pia tutaongelea sana kwa mapana, kuhusiana na hilo. Kwa hiyo, baki kwenye hii channel, subscribe ili tutakavyokuwa tunapost video, eh, ili uweze kuipata mapema. Lakini pia kama kuna topic yoyote ambayo unakuwa unapenda mimi niiongelee, unaweza uka comment na tukaiongelea, tukaichambua na tukaielewa kwa kina zaidi. So, karibuni ili tuelimike wote, hmm. Tuelevate wote tupande kimaisha, na siku mwisho wa siku tuweze kufika safari ambazo tunatamani kufika. So, karibuni sana kwenye chaneli yetu ya YouTube.